Tukielekea huko nchini Urusi tunafahamishwa kwamba rais wa nchi hiyo Vladimir Putin ametangaza usitishaji wa muda wa mapigano nchini Ukraini, hatua inayodaiwa kuchochewa na sababu za kibinadamu. Kwa mujibu wa taarifa kutoka Kremlin, usitishaji huo utaanza rasmi asubuhi ya, ya tarehe nane mwezi Mei mwaka huu na kuendelea hadi tarehe kumi na moja Mei, kipindi kinacholingana na maadhimisho ya ushindi wa vita vikuu vya pili vya dunia. Taarifa hiyo imesema kuwa Rais Putin amechukua hatua hiyo kwa misingi ya kiutu, akiongeza kuwa Urusi na matumaini kuwa Ukraini nayo itafuata mkondo huo wa amani. Hata hivyo, Kremlin imesisitiza kuwa iwapo kutakuwa na ukiukwaji wowote wa, wa usitishaji huo kutoka upande wa Ukraine, vikosi vya Urusi vitatoa jibu la haraka na lenye ufanisi. Urusi pia imerejea kutoa wito wa mazungumzo ya amani yasiyo na ikisisitiza haja ya kushughulikia mizizi ya mzozo wa Ukraini na kuendeleza ushirikiano wa kujenga na jumuiya ya kimataifa. Hadi sasa serikali ya Ukraine haijatoa kauli rasmi kuhusu tangazo hilo. Ikumbukwe kuwa Kremlin iliwahi kutangaza usitishaji wa mapigano wa saa 30 wakati wa Pasaka, lakini licha ya kupungua kwa mapigano kwa muda mfupi, pande zote mbili zilituhumiana kwa ukiukaji wa makubaliano hayo.

tangu kuanza kwa vita hivyo mnamo Februari 24 mwaka 2022. Juhudi zaidi ya ishirini za kusimamisha mapigano zimegonga ukuta, nyingine zikivunjika hata kabla ya kutekelezwa kikamilifu. Vita hivyo vya muda mrefu vimesababisha maafa makubwa, huku maelfu ya wanajeshi na raia wakiripotiwa kuuawa au kujeruhiwa. Kwa sasa Urusi inadhibiti takribani asilimia ishirini ya ardhi ya, ya Ukraine ikiwa